Kwa majina naitwa Shija Rutonja ni mwenyekiti wa kitongoji cha Makoboko kijiji cha Mpombwe kata ya Mpombwe wilaya ya Sikonge, na kweli hili tukio limetokea mshale ya saa nne usiku, baada ya kupigiwa simu, mimi kama mwenyekiti wa kitongoji, huyu mwananchi wangu ambaye ni hangwa Ndebo Ame, amefariki kwa kupigwa na radi, na kwa kweli mimi nasikitika kwa kweli kwa tukio kama hili ambalo limetokea kitongojini mwangu. Kwa hiyo kwanza, napenda kushukuru wananchi wangu kwa ushirikiano nilionao kuanzia ngazi ngazi ya, ya kata paka kijiji ambacho ninachoishi kwa kweli, wamesaidia kwelikweli kweli, na paka sasa hivi hapa tulipo, napenda kutoa shukrani kwa wananchi wangu kwa umati wote ambao tumeshirikiana tume mpaka kufikia kustiri mwili wa marehemu, na kwa kweli ili tukio kweli limetufika, na tuna hatuna jinsi ya, ku, ya, ku, ya kuongea kwa sababu hii ni mipango ya Mwenyezi Mungu pale. Imenani imelia sana na mimi nikaanguka, nilikuwa na mtoto mkononi mtoto nikamwachia kaanguka kwenye kitanda pale, imekuja am nikamchukua mtoto ni kaanza kumwita naye yuko ndo, katoka sasa kuja kumwamusha. Shimei kaenda naye kamkuta hivyo hivyo. Mungu ile radi haikuwa mbaya na sisi. Inaonekana kwamba ilikuwa karibu na sisi. Na kwa hiyo ngamwezi kwa Chimeji kuna nini? Anamwambia Chimeji, mdogo wako kazimia. Baada ile radi kupiga tu, ile Mungu leo mkali. Akasema kwamba mdogo wako kazimia pale pale. Aligeuka nyuma kumwangalia mume wake hivi. Yaani nikakaa kwenye nguzo ya, ya kitanda hivi, afu akakaa kwenye, kwenye ukuta mgongo hivi. Yuko hani, vile vile kabisa. Akamwambia mtani wewe, bwana wewe uhami Hauvujiwi, analeta sasa shemeji, sasa akasema mwake kwamba mimi bwana hapa sivujiwi. Kimya tu hata ongee ambayo ni wake, sasa akaleta shemeji, we bwana amka tu, kimya, hata shemeji akasema: mmm, huyu tumeangalia dakika ndogo hapa, kapata wapi usingizi kulala mpaka asinizikie mimi ninapomsemesha. Akamtikisa, we hauvujiwi hapo, kimya. sasa akamulika sasa tochi

dogo kazimia moja kwa moja. Tukajali basi uwezekana labda fahamu atarudisha, ndugu mhandisi, haikuwezekanika. Ndo basi jamani, hapa sisi tumepata na tatizo la huyo mdogo wangu ambaye naitwa Hangwa, mimi naitwa Mwana Mbuga. Kwa kweli hili jambo baada ya kulipata tulisikitika sana. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like kushare na kucomment.